Habari yako, karibu tena nifuatilie. Leo nimekuletea somo zuri sana la kuweka steaming, lakini kipekee ni mshukuru Mungu kuweza kutukutanisha tena kwenye darasa lingine. Kwa hiyo unifuatilie mpaka uweze kuelewa na wewe jinsi ya kuweka steaming, lakini usiache kusubscribe. Hakikisha unasubscribe channel yetu kwa kupata mafunzo endelevu. Basi leo tutajifunza steaming mbili, ya kwanza itakuwa ya kusetia lakini na ya pili itakuwa ya kuosha. Kwa hiyo hii ya kusetia madam, nitajuaje kama hii ni ya kusetia sawa? Nitakuta neno limeandikwa live in. Kwa hiyo, nikikutane nikikuta neno limeandikwa live in, kwa hiyo najua kabisa hii ni steaming ya kusetia. Sawa, lakini pia madam, nitajuaje kama hii ni steaming ambayo sio ya kusetia? Utakuja utaangalia kwenye makopo yako hapa, sawa? Utaangalia Inamaana nikikuta hakuna neno live in, kama hivyo ambavyo tunaangalia, nikiona hakuna neno live in, basi najua hapa hii ni steaming ya kuosha sawa. Eh, kwa hiyo na imani utakuwa umenielewa mwanafunzi wangu sawa. Eh, kwa hiyo nikitaka kujua hii ni steaming ya kusetia, nakuta neno limeandikwa live in. Lakini nikikuta steaming sio ya kusetia, kwa hiyo sitapata hilo neno lililoandikwa live in kwa hiyo utaangalia tena, kama hivyo unaangalia makopo yako, ukiona tu hakuna neno live in, basi ujue hiyo ni stimini ya kuosha. Kama hivyo utaangalia makopo yako mbali mbali, yoyote ambayo utakuwa nayo, utapata tu kujua kwamba hii ni stimini ya kusetia au sio stimini ya kusetia. Kama ni ya kusetia, nitakuta neno limeandikwa live in, lakini nikikuta Uh, steaming yangu haijaandikwa neno live in, basi najua hiyo siyo ya kusetia. Kwa hiyo tumeweza kuona zile pale ni za kusetia na hizi hapa ni za kuosha. Leo tutampaka hair mayonnaise ya vitara olive oil. Kwa hiyo sehemu ambayo sija kuonyesha hapo ni sehemu ya kuosha, lakini hapo tayari tumesha mwosha mteja wetu. Hakikisha unaosha kwanza nywele ndipo unaanza kuifanyia steaming sawa, eh? Okay. Tayari hapo tumeshamuosha mteja. Kipengele ambacho sijakuonyesha ni kipengele cha kuosha, lakini hapo tumeshamuosha. Tuna mpaka mteja wetu stimini chini ya ngozi, na tukisha mpaka chini ya ngozi tutaenda kumweka kwenye stima, sawa. Namna ya kuasha stima, ilo somo nitakuletea siku nyingine tena mwanafunzi wangu, lakini pia kama una swali lolote kuhusiana na stimini, usiache kuniandikia hapo. Lakini pia kama una swali lolote au una nywele yoyote ambayo unapenda mimi nikufundishe basi usiache kuniandikia hapo kwenye comment. Wewe niandikie, Madam Marietha, naomba nifundishe nywele hii au Madam Marietha, naomba nifundishe dawa hii au Madam Marietha, naomba nifundishe style yoyote ambayo yoyo wewe utapenda mimi nikufundishe. Wewe niandikie tu hapo kwenye comment nami nitakufundisha kwa weledi kabisa. Umeona, hii nywele ilikuwa imeota na tumeifanyia steaming vizuri, kisha siku utaona ambavyo itavyokaa vizuri kabisa. Basi wewe mwanafunzi ambaye unatafuta chuo cha urembo nipende kukukaribisha. Karibu Marietha Beauty School, mafunzo ni mazuri na ukitoka hapo tunakutafutia na kazi kabisa. Lakini wewe ambaye unatoka mkoani usijali, hostel zipo na ukishamaliza kusoma katika chuo chetu ukasema mimi sitaki kurudi mkoani una uwezo wa kuendelea kubaki hostel ukawa unaenda kazini na unarudia hostel, inawezekana kabisa, tumeloa na mwanafunzi wangu. Kwa hiyo Marietha Beauty School wanakupa fursa nzuri nzuri nzuri sana. Kwa hiyo kipengele ambacho kimekupita hapo kidogo ni kipengele ambacho nimeweka tu pink lotion, sawa. Kwa hiyo unaweka pink lotion kwa ajili ya nywele zako zing'ae, sawa? Haya, mwanafunzi wangu mzuri. Nifuatilie, hapa ninapofunga rollers jamani, kuna aina nyingi za ufungaji wa rollers. Kuna mtu anaweza kafunga rollers akitoka hapa akiichana, inakuwa kama imesitiwa wiki tatu zilizopita. Hiyo ni kwamba hajui tu namna ya kufunga rollers, lakini ukiniangalia vizuri hapa na wewe ukienda ukifunga rollers, hakika yake mteja wako atakaa wiki nzima yake bado itakuwa iko vizuri kabisa. Sasa niangalie hapa, mwanafunzi wangu, ninavyoseti mimi. Sawa, utachana nywele yako mara nyingi, lakini pia hakikisha unavyoweka rollers hapa, nywele yako ina unyevu. Usiweke rollers nywele ikiwa haina unyevu au ikiwa haina majimaji. Tumeelewana kwanza hiyo. Alafu mara ya pili nitakuja kuchana na rollers, unaona ninavyochana. Kwa hiyo hakikisha unachana mara nyingi ukishachana mara nyingi na rollers. Ona ninachokifanya hapa mwanzoni, na inyosha kabisa, na inyosha tena mara nyingi. Kwa hiyo utakuwa ukiweka rollers yako unaivutavuta kama hivyo mara nyingi, sichoke kabisa kuivuta hapa mara nyingi. Tumeona utaivuta mara nyingi mpaka uone kabisa imenyoka kwenye rollers, yani nywele kwenye rollers iko moja moja. kwa hiyo pale mwanzoni ndio ufungaji wa roller. Huku mwishoni, ah, unamalizia tu tumeelewana kwa hiyo rollers ufungaji wake ni pale mwanzoni. Angalia tena na kuelekeza nyingine mwanafunzi wangu mzuri kabisa, ili na wewe upate kuelewa na upate kuseti nywele zako kwa weledi kabisa. Niamini hili somo ni zuri, na wewe ukifunga rollers kwa design hii, utashangaa nywele ya mteja inakaa wiki nzima bila kuchachamaa. Kwa hiyo nimekuambia usiseti nywele ikiwa haina unyevu unyevu. Unaweza ukaona ya kwetu ina maji ya kutosha, unaona iko na maji. Kwa hiyo nimefika kwa nyuma hapa, sita iseti tena kwa juu nitaigeuza. Kuna tofauti kati ya kuiseti kwa juu hivi na kuna tofauti ya kuiseti kwa chini hivi. Kwa hiyo nikifika huu upande wa nyuma, sawa, ili nywele yangu iwe na mawimbi, sawa, nitageuza rolazi yangu kwa nyuma kama hivi kwa hiyo sitaacha kuvuta, nitavuta nitaichana nywele yangu na rollers. Alafu nikiwa nafunga naielekezea kwa chini kwenda juu tumeona eh. Kwahiyo nitaiweka vizuri hapa mwanzoni. Nikishafanikiwa tu kuiweka vizuri hapa mwanzoni, basi hii sehemu nyingine inayofuata inakuwa haina shida kabisa. Kwahiyo napenda kuwaambia wanafunzi wangu kwamba wana, wa, usifukie nywele kwahiyo kwenye kuseti, sawa. Usifukie kwa maana gani? Zikiwepo haujazinyosha vizuri kwenye rollers, hiyo inaitwa kama kuzifukia, sawa. Ehe, angalia tena hapa, ona ninavyozinyosha. Utanyosha tena na rollers mara nyingi tu, usiogope nyosha tu, tanyosha sawa. Nikakwambia upande wa nyuma usiseti kuja kwa juu kama hivi, hapana. Utakuja kuseti kwa chini kama hivi, sawa. Utachana, utachana tena na tena, sawa. Ukishamaliza kuchana, sasa unaanza kuizungusha. Angalia hapa mwanzoni, hakikisha nywele yako inanyoka, inapangika kama rula. Hakikisha unanyosha mwana mi ndivyonyosha moja moja, imekaa kwenye rollers. Wewe seti kwa disaini hii, alafu niambie kama hautatoa nywele zimekaa vizuri kupita maelezo, sawa. Okay. Basi wewe mwanafunzi wangu endelea kuniangalia hapo, na imani utaelewa, na imani utatoka na somo zuri sana na wewe ukiwa na mseti, mteja wako nywele zake zitatoka vizuri mno. Tumeelewana, na mwanafunzi wangu, basi nipende kukuambia chuo chetu kiko Mabibo. Wewe ambaye unatamani kujiunga na urembo, karibu sana, bado tunapokea wanafunzi, mafunzo ni mazuri, lakini pia ukimaliza kusoma katika chuo chetu sisi kama chuo tunakutafutia sehemu ya kwenda kufanya kazi. Tumeelewa naye, kwa kuwa mabosi ni wengi na wanapiga simu wanawahitaji. Kwa hiyo kuhusiana na kazi, hilo swala halina shaka kabisa, na kwa ujuzi kama huu uliotukuka, hakika yake unapoenda kwenye kazi yako bosi hawezi kukurudisha. Namshukuru Mungu, napata shuhuda nyingi, wanafunzi wakitoka kwangu wakienda sehemu za kazi Hawarudishwi. Kwa maana tumejitahidi kuwekeza kwenye kufundisha. Sikia angalia tu wewe kiasi, ambapo unaangalia hapa kwenye channel yetu na unaelewa, imajini ukiwa darasani inakuwa nzuri zaidi. Tumeelewana, eh? okay. Lakini pia tunafundisha pia swala la kusuka. Wewe ambaye unatamani kujifunza kusuka, hata kama uvii kushika nywele, hiyo isikutie hofu. Wewe njoa Marietha Beauty School utakufundisha mpaka utajua namna ya kusuka nywele, mitindo yote. Tumeelewana? Okay. basi kwenye mitandao ya kijamii unatupata kwa jina hilo hilo Marietha Beauty School. Kwa hiyo TikTok, uh, Instagram, Facebook, kote huko utatupata kwa jina hilo hilo la Marietha School of Beauty, lakini wewe ambaye ni boss unahitaji mdada kutoka Marietha Beauty School, wewe nipigie hata kama uko mkoani hata kama uko wapi popote ambapo upo unahitaji mdada kutoka Marietha Beauty School wewe nipigie nami nitakukonnect naye. Sawa? Okay, basi nipende kukwambia pia vifaa vya makeup tunauza makeup ambazo ni original; hata ukimpaka mteja wako hazichuji. tumeelewa naye. Okay. basi hapa ukishamaliza kufunga rollers utaweka hivyo vijiti mbele usiviache kule kwenye ngozi uvitoe, uvigeuze. Ukisha vigeuza ataenda kukaa kwenye dryer, sehemu ambayo tuja kuonyesha ni ya kukaa kwenye dryer. Umeona sasa kile nilichokuwa nakwambia kwamba ukimseti mteja wako vizuri, nywele yake itatoka vizuri kama imepigwa na pasi. Lakini sio tu hivyo, ukimseti vizuri nywele zake zitakaa ziko vizuri wiki nzima, hazionekani kama zimekakachaa. Sawa? Okay. Haya, hapa tutakuja kumpaka mafuta. Mafuta unavyopaka, hakikisha unapaka mafuta mengi. Usiwe mbahili wa vitu. Hakikisha unapaka mafuta mengi. Umeona? Tumesha paka mara ya kwanza kote, lakini pia nitakuja kukuonyesha tena. Lazima upake tena kwenye ngozi kidogo kidogo. Tumeona? Okay. Napaka tena na juu alafu na kuja tena kupaka kidogo kidogo kwenye ngozi. Unaweza ukaona hii nywele. Hapo tumeifanyia tu steaming lakini imeonekana kama imeritachiwa. Umeona eh? Mbona inavyopendeza eh? Safi. Kwa hiyo na wewe mwanafunzi wangu, fanya kwa design hii hapa. Nakwambia utapata wateja na wateja wataipenda kazi yako. Tumeelewana eh? Ndio. Okay, basi mahali tulipo ni Mabibo Royola. Mabibo Royola. Wewe ambaye unatoka mkoani Usijali, hosteli zipo, lakini pia vifaa vyote vya saluni tunauza, kama madraya bodraya, vifaa vyote vinavyohusiana na saluni. We ambaye unahitaji vifaa vya saluni, basi we ni cheki nami, nitakutumia popote ambapo ulipo sawa? Okay, basi endelea kunifuatilia hapa mwanafunzi wangu mzuri, uone vile ambavyo mwishilio wetu tutapoishilia, tumeelewana. Kwa hiyo na wewe utakata tena ngozi, am, amini utakata tena uh, nywele kidogo kidogo, alafu utapaka mafuta chini ya ngozi. Umeona kama hivyo ambavyo tumekata hapo, tukapaka tena mafuta chini ya ngozi taratibu. Unaweza ukaona hii nywele imesetiwa tu, na ni kwamba tu imefanyiwa stimi na tukaiseti mwana ambavyo imependeza naona ambavyo imekuwa smooth yani, ni kwamba tu huwezi kuishika lakini, ungekuwa karibu ukaishika, ungeelewa hicho ninachokuambia, sawa okay. kwa hiyo na wewe utafanya kwa dizaini hiyo, na imani utaweza, na ukiwa umeelewa na ukiwa umefanya kwa dizaini hiyo ikakupa matokeo ambayo ninayokuambia hapo, usiache kunidondoshea comment, niambie madamu Marietha kweli nilijifunza ikanipa matokeo kama uliokuwa unayasema. Unaweza ukaona leo sisi tumeamua kumchana style ya Bob tu. Eh, tumezichana tu style ya Bob Yes. kwa hiyo hii nywele inaweza kukaa wiki nzima bila kuonyesha kwamba imeharibika. Unaona ambavyo inaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo basi kama una nywele yako nyingine unataka mimi nikufundishe, niandikie tu hapa Madam Marietha, nataka unifundishe nywele fulani na mimi nitakufundisha. Lakini pia kama una swali lolote, nimetumia mafuta gani, nimeweka steaming gani, tukutane kwenye grupu. Lakini pia unaweza ukachukua namba yangu hapo kwa mawasiliano zaidi. Mimi nikushukuru mwanafunzi ambaye kila ninapoachilia somo unafuatilia, lakini pia nikushukuru wewe ambaye ni mwanafunzi mpya uliojoin Marietha Beauty School, hutajutia bando lako. Wewe endelea kutufuatilia, mafunzo ni mazuri na una, unaelewa kabisa, na wewe ukifanya inakupa matokeo yale yale ambayo mimi nimekufundisha hapa. Unaweza ukaona nywele ilivyokaa vizuri, imekaa vizuri sana. Basi bye. bye. kutakia wakati mwema na mafundisho yangu mengine yote nitakayokuwa kuwa na kuachilia. Uwe unaweza kuendelea kuyafuatilia bye.